Wa West TV. Hiyo bao moja bila ambalo wamelipata wao wanaona ni kama vile hawajafurahishwa nalo. Unapopata nafasi nyingi unatakiwa kuzitumia. Lakini moja bila kwa kocha naona hapana. Kwa timu kubwa kama Simba eh, wataki kuchukulia poa na nafasi waliopo kwa hivi sasa, kwa maana mashindano ni hatua ya nusu fainali, ni hatua kubwa, wachezaji wanatakiwa kuamka. Zuberi George Mkalaboko, bila shaka na Fadu kaenda mbali, kaizungumzia saikolojia na akiangalia uzito wa mechi maana kiuhalisia wachezaji wa Simba kama shetani ambaye hapandi bila ngoma, mm -hmm. Sasa lazima mujiandae kisaikolojia kucheza mechi za michuano mikubwa kama hii, kuwa na ukomavu sana. Na ndio maana akienda mbali anajaribu kuhusia haya maeneo. Moja kitu ambacho eh, kinaonekana saikolojia inakuwa chini ni umakini kwenye michezo hii, ambako nafasi huwa zinakuwa ch chache sana. Unahitaji kuona utulivu zaidi ya utulivu ndio spatial awareness, lakini nakwenda mbali kwamba hilo ndio eneo ambalo naamini akiliboresha naweza kuleta utulivu kwenye mechi za away. mm -hmm. na tukua tukisema mara nyingi Afrika kuna utamaduni mgumu wa nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja, hasa mechi za ugenini mm -hmm. lakini pia michezo mikubwa kama hii kwenye timu kubwa kama hizi, unahitaji wachezaji wakubwa wanaweza kucheza kwenye nyakati ngumu, ili kupa matokeo mazuri mm -hmm. Sasa kupata nafasi kwa wepesi sio kitu ambacho kinaweza kukadiriwa kwa wepesi, ndio maana coach Fadu anathibitisha lazima kuwe na improvement kubwa kwenye eneo la saikolojia, utulivu wa kiufundi na mbinu, kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa wachezaji ambao wanachezea timu kubwa kama Simba. Lakini kinyume na hilo ndio atakuwa kama shetani kumpandisha mpaka ngoma. Sasa hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni kitu kibaya sana kwenye michezo, na nafasi ambazo zinaweza kuwa ngumu kuliko hizo alizozipata jana. Na ukimsikiliza Fadu Davis anavyosema, eh, anasema kabla ya mechi kwake matokeo ya bila bila, maana yake kutoruhusu goli nyumbani, ingekuwa ni mazuri zaidi kwa sababu moja bila si faida zaidi kwake. Ya katika soka unapouendea mchezo, kuna kitu unapaswa kuwa nacho, game plan au match strategy mm. unataka nini kwenye huo mchezo uh, kwa, kwa Afrika e, michezo yetu kwanza goli la ugenini lipo. Maana yake mwalimu, kwenye target yako ya kuelekea mchezo lazima uzungumze na wachezaji wako ku control hiyo, kwamba kama tutampa room mchezaji e, timu pinzani kupata goli wanafaida ya goli la ugenini. Kwa hiyo katika mazungumzo yake alisema kwamba ni bora ikawa suluhu mm. Yaani hakuna goli kwa sababu alijua kuna kuathirika kwa goli la ugenini endapo lingepatikana. Sasa kai approach game vizuri na kapata matokeo ndani ya game, lakini anacho complain kiko wazi kwamba idadi ya nafasi alizotengeneza na matokeo yake, na kuna kitu hichi kwamba tunacheza mechi ya mpano ngumijiwe ina advantage kadha wakadhaa, kama utakuwa umepata magoli mengi. Kwa hiyo ze coach anasononeka kuona kwamba ametengeneza nafasi hazijatumiwa ipasavyo, ndio maana anasema kwamba e, kwangu mi ingekuwa bora kuwe nil, nil ili nikaianze gemu upya, lakini amefanikiwa control goli la ugenini, mpinzani hajapata goli hapa. Kiungo mkongwe, tubaki na ushindi waliopata Simba kwa sababu hilo ndio kubwa, na kila mmoja naamini kwenye mechi wanazokuwa wanacheza wanatamani kupata ushindi, iwe goli moja iwe mbili tatu, lakini umepata ushindi. Angefungwa Simba sasa hivi tungekuwa tunazungumza mingine, of course uh, kilio cha watu ni kutokana na nafasi, lakini haijawahi kuwa shida kwa simba kutengeneza nafasi shida kwa Simba imekuwa ni kuconvert zile nafasi ambazo zinapatikana. Mechi moja unaweza kutana na nafasi tano, sita, saba zinatengenezwa ambazo hazina matatizo so shida ni kuconvert zile nafasi ambazo zinapatikana. mm-hmm. na hii imekuwani ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo zile zile za psychology, yeah, of course it's a matter of psychology, kwa sababu sio mara moja unasema mechi hii unatengeneza nafasi kumi, mechi mbili mfululizo, mechi unatengeneza nafasi kumi, kumi na mbili kwa mfano. Ukiangalia mechi ya Simba na Almasri, ndio ukiangalia mechi zote mbili unaweza kukubaliana na mimi kama Simba itengeneza nafasi sio kupungua 15 mpaka 20, lakini imefungwa goli mbili, tatizo ambalo limekuwa sugu. Matokeo yake wao waliconcede bao mbili, ukijumlisha na mechi mm. mm. yes. yes. yes. mm. uh, ya jana unaona kabisa ndio moja kati ya timu ambazo baadaye naamini kwenye statistics itakuwa inaonekana ndio timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi, lakini jinsi ya kuconvert hizo nafasi ndio inakuwa changamoto kubwa. So of course ushindi na ushindi goli moja you have to play kama team with discipline eh, na tempo ambazo zinalingana kwa mujibu wa vipindi. Mwalimu Tiga anazungumzia strategic eh, jinsi ya kuendea mchezo hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye kipindi hiki. Unasema mm. ushindi ushindi of course. Yes, nimesema nime hivyo kiungo kwa sababu ukiangalia wao wenyewe Stellenbosch mechi ya kwanza mm. ile mechi ya mechi pili 21 bila yes. Nenda nusu final. Kwa hiyo game bado mm. on lakini what I believe sio Simba timu zetu za Tanzania hizi yeah. mbili kubwa zimekuwa zinajua sasa hivi sasa hivi kipindi cha misimu hii miwili mitatu minne zinaweza kucheza vizuri sana katika game za ugenini mm. I believe kwamba wao bado wanaendelea, wanaweza kucheza vizuri tu katika game ya ugenini eh, tofauti na uh, matarajio ya watu wengi mm. Sawa. Lolote linawezekana kwa Simba na tumeanza namna hiyo tazama kwenye mechi hii ambayo imefanikiwa kushinda kwa bao moja kwa bila dhidi ya Stellenbosch mechi ambayo ni hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika japokuwa kulikuwa tu kuna makosa madogo madogo ambayo yalikuwa ndio yameonekana ya hiyo kwa performance simba wameperform vizuri lakini tatizo kubwa mimi kwangu ni lile lile ambalo siku zote simba wanalo na mimi binafsi kwenye mchezo wa jana inawezekana akawa mtu wa pili kwenye kumlaumu kuliko mwalimu Fadu Davis. Mimi kwangu uh, Fadu Davis ndo mtu ambaye anatakiwa ajilaumu sana kwenye mchezo wa jana, matokeo yale ambayo yamepatikana, kwa sababu vitu vyote ambavyo vimeonekana jana Fadu Davis anahusika moja kwa moja. Kwa mfano, ishi kubwa ya wachezaji wa Simba kukosa nafasi uh, yu, yulis, hiyo yulis, ni swala ambalo linazungumzwa kila siku. Uh, ishu kubwa ya ubinafsi wa wachezaji wa Simba ni swala ambalo linaonekana kwenye kila mchezo. Sasa ishu kwa mfano ya, ya kukosa nafasi na ya ubinafsi ni ishu ambayo uh, kama mwalimu maanake natakiwa uijue kwenye timu yako na kwenye kiwanja cha mazoezi, maanake mwalimu unafanya nini kama ni ishu ambayo ipo kila siku, kwa sababu kwa mfano matatizo ambayo watu wengi wanamsema chazi au ya kushindwa kutoa pasi ubinafsi. Uh, sasa hivi ukimtoa mpanzu wachezaji wa Simba wote wanaocheza safu ya mbele ni wachezaji ambao wanaonekana wazi kabisa, kila mtu anacheza yeye, yani achezi kwamba kwa ajili ya timu, achezi timu, yani anacheza kwa ajili ya yeye binafsi, yani swala la kuachia mpira sehemu ambapo unaona kabisa hapa inapigwa pasi rahisi mtu aweze kufunga, ila hawezi kupiga hiyo pasi rahisi, anataka afunge yeye mwenyewe. Kwa hiyo hata ukitazama hata ile goli ambalo jana akakosa ambao watu wengi wamemwongelea wame sana aua chazi kabla ya pale, alishaonesha ishara kwamba anataka kutoka. Yaani alikuwa kaumia, akawa anataka saba. Okay, watu wengi wanaweza wakasema kwa nini aliweza, nimesikia mjadala, kwa nini aliweza hata kupiga chenga, kupasia tu, chazi alionekana kaumia. Mzuri yule ana miguu miwili. Sasa tuwezi jua kama mguu ambao ulikuwa umestuka ndio ule, ule wa kushoto ambao aliplace ule mpira. Sasa uzuri hata sisi tulikuwa hapa, watu wengi, kila mtu kacheza mpira, unajua mchezaji ukishikua msuli inapokuwa, hata tu kupiga tu mpira inapokuwa shughuli. Sasa mchezaji kasha kuonesha, mimi nimeshaumia, lakini mwalimu, na akakuonesha ishara anataka kutoka, mwalimu bado umeendelea kumtumia. Kwa hiyo mi binafsi matokeo yale ya Simba ambayo yamepatikana jana na zile nafasi ambazo tunazosema Simba wamekosa na hata hiyo ishu ya ua pia hata Mwalimu Fadu Davis naye anahusika moja kwa moja. So, sawa kwa sababu umezungumza hapo kuhusiana na ubinafsi na kupoteza nafasi. Uh, Mwalimu Fadu Davis amezungumza hiyo nafasi na ubinafsi maanake inawezekana angempa Ateba angeweza kufunga. Uh, mwalimu anasemaje?

Mwalimu anaona kwamba ni kama anamtetea pia huwa uh, kwa sababu kama anaona kama Teba katika ukimtazama kama Ateba, uh, ufsa, labda kama uh, angemwachia Ateba ingekuwa <mulimu> offside labda, kuna Joshua kulia <mulimu> watatu, ukiangalia ile line Okay, Ateba kweli alikuwa kazi bila Yeshua alikuwa hayupo. Sawa, lakini tukimsikiliza tuki mwalimu kwa namna alivyozungumza kiungo mkongwe uh, na huu ndio umekuwa mjadala mkubwa, kwa nini au amekosa ile nafasi na vitu kama hivyo, lakini unaona mwalimu uh, kwa sababu pale angeweza kumpa Teba uh, lakini mwalimu kaiweka sawa kwa mtazamo wake. Kwanza kwanza tukubaliane kitu kimoja. Um, Ahoua ni msajili mzuri sana. Mm. Lakini timize majukumu yote chuk... mimi kwa mchezaji mzuri mm. sana na kwangu mimi kinamsaidia zaidi kwenye numbers, sio. Anajua mpira, mchezaji mwenye kipaji, lakini bado hatoshi kufanya anachokifanya, anapaswa kufanya zaidi yake anachokifanya, tupa nafasi namna ile, kwa na mazingira yale timu mm. kitolewa, utakuja kulia mm. baadaye, sio sasa nadhani pia wenzangu wamezungumzia. Binafsi unaweza pia ukauweka sijui, kuna sasa hivi sijui kuna, kuna, kuna ahadi za magoli tena, inawezekana nao pia iko sababu kwenye ule mpira ambao alifanya kila kitu alifanya kwenye ule mchezo, na pia hata angeweza kutoa nafasi ile pasi kwa mtu kama nani, Mutale. Mutale. Mutale apata nafasi pia ya wazi kabisa kiungo yeah. labda samani mm. Tukimsema Ahoua kama ni mvivu kwenye, kwenye ile, ile nafasi, alianzisha pasi kwa mpanzo, alikuwa ni Ahoua. Kama mnakumbuka, alikuwa nusu ya upande wa Simba, anagonga kwa kichwa Ahoua anamdondoshea mpanzo. Alafu yeye anaanza safari remember, ya kukimbia. Yani, ni mtu ambaye kwenye ile situation unaona kabisa alijituma ile situation kwa sababu, mm. be mm. So sio kwa sababu ulitoa pasi ukajituma ukashindwa kumalizia la hasha. E, nachojaribu kusema hapo ni kwamba eh, kama alikuwa kwenye nusu yake mm, na ndo alitoa pasi kwa mpanzu ya kichwa mm, na bado akageuka mm, na akaanza kukimbia na akaenda mpaka kwenye boxi ya adui, manake alitumia nguvu kubwa mpaka anafika pale. Vipi aliyefanya dribbling kwenye ule mpira kutoka nusu yake mpaka kafika karibia kwenye ndani ya boxi. Mm. Kwa pale eneo la mwisho huku Simba wanatoka vizuri sana nyuma mpaka eneo la katikati, yani huyo Aua anabadilika na yeye akifika pale kwenye eneo la mwisho. Umeelewa? Umeona yule unasema pasi ya kichwa hiyo, hizo wanapasiana sana ila, eneo lile la mwisho ndo pana kuwa pana ugumu sana pale. Unajua lile eneo la mwisho, Majidi, ili mfunge goli ni eneo ambalo alihitaji miguso mingi sana, ni one touch two touch. Ule mpira kulikuwa kuna ma mawili iza angeupiga ateba Idha yeye yeah, pia ahua angeweza kuko, lakini ni kweli ahua tayari alishaonyesha ishara kusemaje, eh nataka kutoka, na nadhani ilikuwa ni kama siku zingine hamstring alikuwa mm, ni hamstring lakini uwezi kumlaumu mwalimu unajua, kwa sababu gani huko mm, wakati kuna msaji anahitajika kucheza, kwa ni hali zile zile. Mm, wasema bwana, tunakuhitaji bado kucheza kwa sababu tunaona kuna kitu, ndio maana ile nafasi ilipatikana na akafika mpaka kwenye Kwenye nafasi, kwa hiyo angekuwa shujaa sana pale ambapo angeweza kufunga lile goli la pili, angekuwa shujaa sana. Tunakuhitaji ucheze, Brazza, hata kama tumekudunga sindano za ganzi, kuna uko wakati, uwepo wako sisi tunakuhitaji. Sielewi nielewe, sio mchezaji mbaya, isipokuwa anahitaji kufanya baadhi ya vitu zaidi ya vile huyo Mutale aliingia kwa nafasi pia alipata sio ya kupiga mpira golini. Akafanya mpiragoliningekua kuna chuma kingine kipo Yes. benchi na au anapata shida kama ile ingekuwa rahisi sana. Hata yeye Ateba alitengenezewa nafasi mm. na Panzu pia Sawa, tunarudi Zuberi George atakuja kusikika hapa na kocha Tigana Lokinja. Bana, baada ya kumalizika mchezo wa nusu fainali ya kwanza pale katika dimba la amani Zanzibar, Simba Sports na kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Sasa ni mguu mmoja ndani ya fainali mguu mmoja nje ya fainali, yani zimaliza dakika tisini za kwanza katika uwanja wa Amani, anasubiri dakika tisini za pili katika uwanja uh, wa Duran kule kwa Madiba, ambako huko Simba Sports atakwenda kumenyana katika mchezo wa uh, pili dhidi uh, ya Stellenbosch ya, ya pale nchini Afrika ya Kusini. Huku Stellenbosch msimu huu unaambiwa sio kinyonge sana, wameshampiga Mameruri ka Sandown, wameshampiga Kaiza Chifu eh, katika ligi yao na wameshamtoa bingwa mtetezi E, Zamalek pale katika ardhi yake Misri, na sasa kibarua alichonacho mbele ni kumenyana na mnyama Simba ambaye amecharuka na anaitaka fainali msimu huu ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na Simba kushinda goli moja, e, kunampa konfidensi kubwa kuelekea mchezo wa marudiano, kunampa konfidensi kubwa kwamba Uh, yupo hatua moja kuelekea katika fainali, lakini kubwa zaidi na mbaya zaidi, wapenzi na mashabiki wa soka wanaizungumzia nafasi ya dhahabu ya mwisho aliyoipata Jean Ahoua wa uh, na kukosa, akashindwa kutumbukiza mpira kambani, huku wengi wanasema kwamba mambo kama hayo yanawakuta wachezaji wakubwa, lakini hiyo haiwezi ikamaanisha kwamba Jean sherehe wa sio mchezaji mzuri. Jean sherehe ni mchezaji mzuri. Wanasimba wanatakiwa wampe muda, wanasimba wanatakiwa wampe heshima eh, yake, kwa sababu mpaka sasa ni mchezaji ambaye anaongoza kwa namba nyingi katika kikosi cha Simba kwa kufunga mabao akifunga eh, tayari mabao eh, kumi na tano, yaani kumi na mbili ya ligi lakini matatu ya kombe la shirikishi Brian Afrika, lakini kwa upande wa pasi za mabao ameshatoa pasi zaidi ya kumi katika michuano yote ambayo msimu huu Simba Sports inashiriki.